Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika imani kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, maamkizi mema kabisa ninakusalimieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bingwa wa mabingwa, mfalme mkuu, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo. Amani za Allah subhanahu wataala ziwe juu yenu na baraka zake na amani zake. Ndugu yangu mpenzi Muislam na mpenzi katika iman, mpenzi wa dua, mpenzi wa dhikri, kokote pale ulipo duniani, ndugu yangu, leo, biidhni rabbil alamina, nimekujia na moja katika mada adhim sana, mada muhimu sana. Ni mada fupi, lakini ambayo kwa idhni ya Allah subhanahu wataala itakuwa ni yenye kukusaidia la shaka fihi. Ndugu yangu wewe ni shahidi wa kuwa yaweza kuwa kuna mbinu mbaya zimepangwa na maadui zako. Kama ilivyokuwa ada, hakuna mwanadamu akapendwa na watu wote, wala akachukiwa na watu wote. Lakini tufahamu, wale wanaochukia, sometimes chuki zao walizokuwa nazo katika nafsi zao, wanakosa subira hatimaye wanajikuta ni wenye kuungana na kupanga mipango mbalimbali mbali, kupanga mbinu mbalimbali zilizokuwa mbaya kuhakikisha wanakuangusha kutoka katika sehemu uliyokuwepo. Ndugu yangu mpenzi mwislamu na mpenzi katika imani, kaa ukifahamu ya kuwa maadui zako hawajalala. Yaani kama wewe umelala basi ujue maadui zako hawajalala na hawatalala, mpaka wahakikishe wanakufelisha katika mambo yako, wanakuangusha katika mambo yako na wanakufelisha katika e, mipango yako mbalimbali, lakini biidhni rabbil alamin alladhi rafa'a samawati bighairi amadin tarawnaha kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mfalme mkuu, mola wa viumbe wote, aliyenyanyua mbingu saba pasi na nguzo na kufundisha dua leo mujarrab. Kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dua tukufu ndugu yangu muislam, dua nzito ndugu yangu mwislamu, dua ambayo ukiitumia kama nitakavyokuelekeza, baba yangu, utateketeza, utamaliza, utaziangamiza kabisa mbinu mbaya za maadui zako wanazozipanga katika kukufelisha na kukuangusha ndugu yangu mwislam, na mpenzi katika imani, kokote pale ulipo duniani. Yaweza kuwa wewe ni mfanyakazi, unafanya kazi masha Allahu taala, ama ni mfanyabiashara, ama umeajiriwa sehemu yoyote ile, unatafuta riziki yako ndugu yangu mpenzi unayenitazama, ya halali kabisa, lakini kukawa kuna kundi la watu iwe mtu mmoja ama watu wawili ama watu watatu ambayo nafsi zao inawasokota, inawa inawa, inawa ile nafsi nafsi zao zinawauma wanachukia hawapendi, kuona namna gani ndugu yangu unafanikiwa katika mambo yako, hatimaye wanajikuta ni wenye kupanga mipango ili uweze kuanguka na uweze kudondoka. Sasa biidhnillahi alkarim na kufundisha hii dua mujarrab kabisa ambayo ni kiboko kabisa kwa kuangamiza na kuteketeza mbinu zote walizozipanga washirikina katika kukuangusha katika mambo yako.

majina yaliyo mazuri, fad'uhu biha, basi muombeni Mwenyezi Mungu kwa majina yake. Allah ana majina matamu, Allah ana majina mazuri, Allah ana majina yaliyokuwa safi kabisa. Ndugu yangu Muislam, basi muombeni Mwenyezi Mungu kwa majina yake, jikingeni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majina yake. Majina ya Mwenyezi Mungu yana siri kubwa, ndugu yangu mpenzi unayenitazama, na majina ya Allah, ndugu yangu unayenitazama, yana maajabu makubwa. Sasa leo, na hii dua insha Allahu taala, namna gani kwanza utakaoweza kuifanya hii dua. Hii dua ndugu yangu inafanywa usiku wa manane, nazungumzia ni wale majira ambayo e, e, Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ameshuka katika wingu wa kwanza. Sote tunafahamu hadithi sahihi ya mtume sallallahu alayhi wasallam yanzilu llahu tabaraka wa ta'ala ila samai dunia kulla laila Subhanallah, kama kuna hadithi yenye kufariji watu, hakuna hadithi kama hii. Allah huteremka kila usiku katika uwingu wa dunia, subhanallah. Wakati wewe umelala ndugu yako, ndugu yangu muislam, usiku wa manane, subhanahu wataala dhul jalali wal ikram anakuwa yupo katika uwingu wa dunia, ana tunadi sisi, mwenye matatizo nani nimuondoshee? Mwenye madhiki nani nimwondoshee? Mwenye shida nani nimtatulie? Nani anayetaka utajiri nimpe? Nani anayetaka kutoka kwenye umasikini nimpe? Nani mwenye maradhi nimponye? Nani anataka kusamehewa nimsamehe? Mimi mola wenu, leo niko katika uwingu wa kwanza. Kwa bahati mbaya, mimi na wewe ndugu yangu mwislamu, pamoja na matatizo tuliokuwa nayo pamoja na shida tulizokuwa nazo, pamoja na dhiki tuliyokuwa nayo, lakini fala haula wala quwata illa billahi lalil azim, muda huo tumelala tunakoroma, hatuna habari na habari kama hizi. Sasa amka, usiku wa manane, majira ya saa nane na nusu ama saa tisa na nusu baba yangu, utakapoamka katika wakati huo, chukua udhu wako uliokuwa sawasawa. Baada ya kuchukua udhu wako uliokuwa sawasawa, kumbuka dua yetu ni, kure, ni, ni kuangamiza na kuteketeza mbinu mbaya unazopangiwa na maadui zako katika kukuangusha na kukufelisha. Chukua udhu wako. Baada ya kuchukua udhu wako vyema, ndugu yangu Mwislamu, sasa tandika msala wako, kisha elekea Kibla, unaswali rakaa mbili

Baada ya hapo ndugu yangu muislamu na mpenzi katika imani, raka ya pili utasoma tena suratul Fatiha. Baada ya kusoma suratul Fatiha, utasoma na qul eh, a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqaba wa min sharri nafathati fil uqad. Sura kiboko kabisa hii ndugu yangu muislam, kwa madhalimu waovu, washirikina na wachawi ambao usiku na mchana wanakutafuta katika viringe vya waganga wa kienyeji. Sasa utakapokuwa tayari umemaliza kusali rakaa zako hizi mbili, ndugu yangu muislamu, umeelekea kibla. Baada hapo utaleta istighfar mara kumi, astaghfirullahal azim wa atubu ilayhi. Astaghfirullahal azim wa atubu ilayhi. Ilaihi astaghfirullahal azim wa atubu ilayhi, mara kumi unaleta istighfar. Baada hapo unamsalia mtume kwa salatu ibrahimiya mara kumi

wewe ndo unawajua maadui zangu kuliko mimi ninavyofahamu. Allah unajua mbinu zao, Allah unajua makusudio yao waliokusudia kunitendea katika mabaya ya kuniangamiza, ya kunirudisha nyuma, ya kuniondosha kuni kazini, ama ya kunisababisha nipate hasara mbalimbali mbali katika mambo yangu. Ndugu yangu mwislamu, adui yako hajalala, anapanga mbinu mbalimbali mbali za kukuangusha. Sasa wewe usiku huo utumie, mwambie ya Allah, nakuomba kwa uwezo wako hakikisha na kuomba ya Rabbal Alamin, mbinu zao zinawarejea wao kama wao. Alafu baada ya kutia manuizi yako ndugu yangu Muislam, ndo utakuja sasa, utaisoma hii dua mara mia moja na kumi na moja usiku wa saa nane na nusu ama saa tisa na nusu kuelekea saa kumi, majira hayo isome uradi hii ama soma dua hii mara kumi na moja kuteketeza mbinu na mipango mibaya ya maadui zako. Dua inasemaje? Ndugu yangu Muislam, nitegee sikio lako la moyo kabla ya sikio la kichwa. Dua inasema subha

ya dhal jalali wal ikram. Maneno makubwa ndugu yangu muislam, maneno mazito ndugu yangu mwislam, maneno yanautikisa mbingu zote ndugu yangu muislam, maneno ambayo ukiyasema usiku wa manane, malaika wote huanguka na kusujudu kwa hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umesimama wewe katika usiku mwingi wa manane, unamwita Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa umemshtakia dhidi ya mbinu za maadui zako dhidi ya mipango ya maadui zako, dhidi ya vitimbi vya maadui zako wanaokuandama usiku na mchana, mwambie Allah subhana lqadiru al almuqtadir la ilaha illa huwa alhayu alqayumu ya dhaljalali walikram. Baba yangu baba yangu, kokote ulipo duniani, usifanye mchezo kabisa na haya maneno. Ni maneno ambayo ukiyasema usiku wa manane, utahisi mwili unakusisimka, nywele inakusimama. Jua kabisa hapo, hayo maneno yanachana mbingu zote saba, yanakwenda katika ufalme mkuu, ufalme unaotisha wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, la shakka fihi. Alfajiri itakayochomoza siku hiyo ni alfajiri inakuja na majibu kwako ndugu yangu Muislam, kwa kila dhalim, kwa kila mbaya, kwa kila adui, kila anayekufanyia vitimbi na hila mbalimbali mbali za kutaka kukudondosha na kukuangusha, wallahi na kwa pia, ndugu yangu Muislam, ukiyatenda haya, ana kazi ngumu sana, ana kazi nzito sana, kwa uzito wa haya maneno. Ndugu yangu Mwislamu, kama kuna mtu anakufanyia ubaya anakutendea ubaya, ana mipango mibaya na wewe, ana mipango ya kukudidimiza, ana mipango ya kuwakuangamiza, ana mipango ufukuzwe kazi, biashara yako iharibikiwe, ya kila kitu chako kiende hovyo, usikose kuyatenda haya baba yangu niliyokuelekeza hapa, usikose kuyafanya haya ndugu yangu niliyokuelekeza haya, pa mambo makubwa haya. Ndugu yangu muislam, ukiyatenda kwa imani na yaqini, utaona namna Allah atakavyowaleta mpaka katika miguu yako kila dhali kila mshirikina, kila adui aliyepanga mpango wa kukumaliza, na hatimaye utaona maisha yako yanakuwa mepesi, na watabaki wanakuandama na kukuita wewe ndiyo mchawi. Kwa nini? Kwa sababu hauwezekani, wamejaribu kila mbinu, wameshindwa. Wamejaribu kila jambo, wameshindwa. Mbinu zote wanahangaika, wameshindwa. Maneno ya umbea kupeleka kwa bosi wako ufukuze kazi, inagonga mwamba. Mbinu za kukuroga kwa waganga wa kienyeji, inagonga mwamba. Kila watakalolifanya biidhni llahi lkarim, Allah anawarejeshea wao wenyewe. Subhana lqadiru lmuktadir la ilaha illa huwa alhayu alqayumu ya dha ljalali wal ikram Maneno makubwa haya ndugu yangu mwislam, na maneno mazito haya ndugu yangu mwislam, yafanye usiku wa manane, insha allahu taala. Baada ya kumaliza kuyasoma hii dua mara mia moja na kumi na moja utamsalia tena kipenzi chetu Nabii wetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasalama. Hapa sasa, unazipiga tena swala za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mara mia moja zingine. Naomba nikwambie ndugu yangu mwislam, dua hii inavunja ubaya na mbinu za maadui Dua hii ni mujarabu kwa kufungulia milango ya riski. Dua hii ni mujarabu kabisa kabisa, ndugu yangu mpenzi, unanitazama kwa kukuponya kila maradhi yaliyokuwa katika mwili wako, hasadi, uchawi, vifungo, kijicho na maradhi mengine mabaya yanayotokana na majicho ya watu. Ndugu yangu mwislamu ulioangaika muda mrefu, mambo yako ikawa magumu, mambo yako ikawa mazito, hebu tenda haya, hebu fanya haya, utauona ufalme wa Allah subhanahu wataala. Si kwambii mara moja kufanya. Wallahi al adhim, ndugu yangu muislam, ukifanya mara saba mfululizo, yani siku saba mfululizo unayatenda haya, la shaka fihi, naamini kabla ya siku saba kuisha, majibu unayapata biiznillah alkarim. Namwomba Allah subhanahu wataala, mfalme mkuu, bingwa wa mabingwa, asiyeshindwa na kitu, atuwafikishe insha llahu taala kuweza kuyatenda haya. Na yeyote atakayesimama usiku akayatenda haya, namwomba Mwenyezi Mungu subhanah Ala, awe ni mwenye kumpokelea. Na kama ni uadui Allah auteketeze, kama ni riziki Allah amfungulie, kama ni vifungo Allah avifungue vifungo vya uchawi. Kuna watu wamefungwa mabaharini, kuna watu wamefungwa makaburini, kuna watu wamefungwa katika mibuyu na miti mikubwa. Maskini anaangaika kutafuta riziki mpaka ya kula inamshinda. Subhanallah, baba yangu, njia ni hii ninakupa, dada yangu, njia ni hii ninakupa, mama yangu, njia ni hii ninakupa. Ukiyatenda haya ndugu yangu muislamu shaka kabisa kabisa wala usiwe na wasi, Allah anakufungulia milango yako ya kheri na baraka. Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, atupokelee na atukubalie haya tunayoyasema. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.